Wengi sana tunakosea katika swala zima la breakfast. Ukikosea swala zima la breakfast, siku yako nzima inakuwa na uchovu. Kwa mfano, unajikuta umeenda gym, una lift weight, lakini unaona ni nzito siku hiyo. Pia ukikumbuka, last time, labda wiki iliyopita, uliweza kulifti kilomia mbili lakini leo umeishia kilomia sabini. Unajua umeanza vipi siku yako? Binafsi nina siku mbalimbali mbali, kama wengine ambavyo wanazo, eidha ni back day au chest day, lakini mimi hii ni leg day. Ninaanza na carbohydrate na hapa pia nina protein bila kusahau natural fats. Mimi nimeichagua hii hapa avocado, lakini wewe unaweza ukachagua kitu kingine chochote kile, eidha nuts mbalimbali na nitakuonyesha umuhimu wa kuianza siku yako kwa namna hii na unapataje energy ili uweze kuperform mazoezi yako vizuri. Carbohydrate ni energy, na energy ndiyo fuel itakayokusaidia uwe na nguvu siku yako nzima, lakini sio unachagua carbohydrate yoyote tu. Hakikisha unakula complex carbohydrate kama viazi vitamu, oats, maharage na njegere. Kitu cha pili ni protein. Hapa utaaim kupata gramu 20 hadi 40 ya protein katika breakfast yako. Hii itakusaidia kujisikia umeshiba muda mrefu na pia ku stabilize blood sugar. Mfano wa protein ni kama hapa huyu ni samaki tuna, lakini pia vile vile unaweza ukapata kuku, nyama, samaki na maziwa bila kusahau mayai, na kitu kingine ni healthy fats. hapa tunazungumzia natural fats, kama nuts mbalimbali pamoja na matunda kama parachichi. Hii itakusaidia kufanya mmeng'enyo wako wa chakula uende taratibu, lakini pia itakusaidia sana kufanya mwili kuweza kuabsorb vitamins unazokula, na hii ndio breakfast yangu ambayo inanisaidia sana kuweza kuperform vizuri mazoezi yangu kwa uhakika, na sio naenda gym na kuwa niko down, siwezi kunyanyua uzito. Lakini pia vile vile inanisaidia sana kuweza kufanya progressive overload siku hadi siku hivyo, kama unatafuta njia nzuri ya kuweza upata nguvu na kuianza siku yako vizuri, basi unaweza ukaanza na breakfast yenye protein, carbohydrates pamoja na natural fats. Na hapa ndio sehemu si pekee ambayo tunakuletea vitu vyote hivi na kwa wingi zaidi hasa kuhusu mazoezi, nutrition pamoja na workout plan. Hii ni Bodium. Na mimi ni Eric Pickson, Master Coach. Bodium.